Kijana alikuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi lakini alikuwa afanyi ibada kabisa na ni mlevi. Kwa hiyo ikawa huyu kijana kila anakwenda kuposewa wanamkatalia. Hela anazo lakini mlevi, swali anakubali ana, ana kumpa binti yake mwanamume mlevi? Nani anakubali kumpa binti yake mwanamume haswali? uangalie hela tu, alafu binti yako anakwenda kuishi na mtu muda wote yuko chicha kwayo, familia ikakaa ikajadiliana, wakaamua yule binti ndo waozeshwe yule kakaake kaka yake mtoto ami yule binti ambaye ni hafihe Qurani. Wakasema huyu ndo ataweza kumvumilia huyu binti. Yule alilia mno, aliomba na kuwaomba wazee wake wasimwozeshe lakini wakamwambia, sisi ndo tumeamua yani familia ndo imeamua hivyo. Kaka kwa kakaako ataishi bila mke adilia ia tunakwenda kumposea. Apati alikubali kwa kutii amri za nani kwao, akaolewa na mwanamume mlevi. Hebu pata picha. Wewe ni hafidha unaswali swala tano, unasoma Qurani, unafanya ibada, alafu mwenza wako yaani, pata picha. Huyu binti alikuwa na maisha magumu, lakini silaha yake ilikuwa ni dua. Huyu binti toka siku ya kwanza anaolewa, alikuwa kila siku anaamka usiku kumuomba Mwenyezi Mungu, huyu mume ana kheri na yeye katika dunia na akhera yake, kwanza ampe subira ya kuweza kuishi naye, lakini pili ambadilishe mumewe amuondoe katika tabia ile mbaya ya ulevi. Huyu binti hakuchoka kumwombea dua mumewe. Mume alikuja kuwacha kulewa baada ya miaka mitatu. Ndani ya miaka mitatu hakuna hata usiku mmoja aliyekuwa twahara ambao hakuamka. Ndani ya miaka mitatu analia na mola wake kwanza ampe subira, na kweli alimpa subira hakua kumdharau mumewe, hakuwahi kumfanyia jeuri, akirudi amelewa akimtukana, hajibishani naye, saa ingine amelewa anatapika, anasafisha, hajawahi kumwambia kwa nini unanifanyia ubaya huu. Mwenyezi Mungu alikuja kumpokelea dua yake mwezi miwili kabla ya mwezi mmoja kabla ya Ramadhani ya huo mwaka wa hiyo ghafla tu mumewe amerudi kazini, anamwambia mke mke wangu mimi mwakau ndakanifunge nataka nifunge lilai soma siara ya, nataka nifunge lilai yani sio miaka mingine na leo mpaka Shaabani ya mwisho, alafu ndio nafunga, alafu idi a mwaka huu nataka nifunge kweli kweli, ko kwa anza kwanza kunielimisha elimisha vizuri. Huo ulikuwa mwezi wa Rajabu mwishoni mwishoni. Hey, unataka nikuelimishe nini? Mume wangu nieleze vizuri kuhusu funga, nieleze vizuri kuhusu toba, nieleze yani nieleze. Akaa, namkalisha chini. Mume wake anafanya nini? Anamfundisha. Basi ile Shaabani nzima hakunywa hata siku hii paka Ramadhani. Kafanya nini? Ramadhani ilipoingia akafunga Ramadhani na akawa anaenda msikini kuswali tarawehe na mkewe siku zote, mpaka Ramadhani ikaisha. Ramadhani ikaivyoisha, alimwambia mkewe, kama nimeweza kukaa miezi miwili kama na robo bila kunywa, kumbe kuishi bila pombe inafanya nini? Ndio ikawa maa salama mpaka leo. Sisi wavivu kuomba, lakini pia tunataka majibu ya nini? Ya haraka. Anakwambia nimeomba sana sipokelewi. sana hiyo ni muda gani? Wiki moja. nimeomba sana sipokelewi. sana hiyo ni mwezi mmoja, tena mwezi mmoja wenyewe, leo kaomba kesho kaacha, leo kaomba kesho kaacha. Mwenzetu aliomba miaka mitatu mfululizo, usiku ule muda ambao anateremka katika samaa dunia, anasema nani mwenye shida nimtatulie shida yake TV